Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Walakin qasat qulubuhum. Tumenaambiwa hao hizo kaumu hizo walipoteremshiwa adhabu za aina tofauti tofauti, hawakunyenyekea walakin kasat kwa hiyo haya ni maliwazo, kwa sababu tumeona namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na pupa juu ya umma wake, namna alivyokuwa na mahangaiko kuuhangaikia umma wake, matokeo yake anakutana na watu mfidhuli. Naambiwa Mtume saaa wa sallam, watu wa aina hii walikuwepo kabla yako wewe, walikuwepo kabla yako wewe. Hata walipoteremshiwa adhabu, hata walipoteremshiwa adhabu, waliendelea na ususuwavu. Kasat, walakin qasat kulubuhum kaswatu lqalb, yataka mtu afanye mambo ya kuulainisha moyo wake ulainike, na ili imani iongezeke ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mambo ya kufanya, mambo hayo ukiyafanya yanapelekea moyo ulainike. Moyo kulainika maanake ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Unatakiwa moyo ulainike kwa ajili ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Usipolainika moyo kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, moyo ule unakuwa ni moyo uswau, ni moyo mgumu. Moyo ukiwa mgumu husababisha yule mtu akawa ni shaki, anakuwa ni mtu mwovu. Mahala pa mtu mwovu ni motoni, mahala pa mtu mwovu ni motoni. Kuna mambo manne Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametufahamisha kwamba mambo hayo manne yanampelekea mtu kuwa ni katika watu wa ovu, nampelekea mtu kuwa ni katika watu wa ovu. Mafahamu arbaatu min ashqaa, hadithi hii nyinyi mmeisoma sawasawa, eh? Mmeisoma kwenye kitabu gani kile? Mukhtaru, Mukhtaru. Bwana Mtume SAW anasema arba'atun min ashaqa, mambo manne ni miongoni mwa mambo ambayo humtia mtu katika uovu akawa ni mtu shaqii. Jambo la kwanza asema: jumudul ain. Jumudul ain manake mtu kuwa na jicho kavu, jicho kavu halilii kwa ajili ya kumhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale watu wanaolia na yale machozi yao yanasababishwa na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, macho kama hayo hayaingii motoni. Sasa mtu kuwa na jicho kavu haliathiriki kwa hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni katika alama za mtu mwovu, katika alama za mtu mwovu. Watu wakubwa wamelia na Mtume amelia, msahaba wamelia, watu wakubwa wamebugujikwa na machozi kwa kuijua haki, kwa kuitambua haki, lakini zile aya zinavyowagusa zina athiri macho na kusababisha kukubujikwa na machozi. Na mtu akiwa na tafakur, anatoka wapi, anaenda wapi na kuna nini huko? Basi, falyadhaku qalilan falyabku kathira waliyadhaku, inaanzaje? Falyadhaku qalila waliyabku kathira. Kucheka kunaruhusiwa, lakini kidogo, kwa sababu kucheka sana kunaua moyo. Moyo unakuwa huna ni mazingatio Sawa, usikithirishe kucheka, hakika kucheka kunaua moyo. wala tukthiru dhihk fa inna dhihka tumitu lkalb, usikithirishe kathir... Usi kucheka sana, kucheka kwingi kunapelekea moyo kufa moyo unakufa. Kwa hiyo kucheka kidogo, kucheka kulia ndio Wali Wali Pasa, ha? Sana, waliyadhaku qalila waliyabku kahira. Sasa arbaatu min ashaqa, mambo manne tujitahadhari nayo sana, kwa sababu haya mambo manne yanapelekea mtu kuwa na moyo mgumu jumud alain. Jambo la pili, wa qaswatul qalb. Wa qaswatul qalb, na kuwa na moyo mgumu, moyo ambao hauathiriki, moyo ambao Haulainiki ukamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wa qaswatul qalbi, na kuwa na moyo mgumu. Moyo mgumu, moyo mgumu hauzingatii, hauathiriki Ule kuzidi kwa imani ni matokeo ya kuwa na moyo mlaini. Kupungua kwa imani ni matokeo ya moyo kuwa na maradhi. Kutokuwa na imani kabisa ni matokeo ya ule moyo umekuwa ni moyo mgumu, kaswatul qalb. Jambo la tatu, wa tulul amal Tulu amal, matumaini ya muda mrefu n yani, mimi ah, nipo tu. Tulu amal kuna kupelekea mtu sasa, hajikurubishi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bado hii, bado sana Tulul amal kuwa na matumaini ya yamdareu, hili umpelekea mtu kuwa ni miongoni mwa watu wa ovu. Arbaatu min ashqa, tulul amal. Lakini jambo la nne na la mwisho kwa hadithi hii wa alhirsu ala dunya al alhirsu ala dunia, kuwa na pupa juu ya dunia. Yaani dunia mtu anakuwa na pupa nayo, pupa anaitafuta dunia kwa pupa, kuipupia dunia, ukaacha kile kiwango kidogo ambacho kinachotakiwa ihangaikia hii dunia lakini wewe ukapitiliza. Sasa ukaoye pupa yako ni dunia tu, kuwa na pupa na dunia. Mtu mwenye pupa na dunia mtu huyo anaingia katika moja ya yale mambo manne ya arbaatu minashaqa, moyo unakuwa mgumu. mtu huyu hawezi kuihesabu nafsi yake akiwa na mambo haya. Kwa sababu gani? Yanamtoa, mambo yake mengi yatakuwa ni mambo ya uharibifu tu. Kwa sababu gani? Moyo umekufa, macho hayana hayana uhayali kwa ajili ya Allah matumaini makubwa zaidi, arbaatu min ashaqa. Kwa hiyo walakin qasati qulubuhum ni mambo haya, lakini zilikuwa ngumu nyoyo zao, lakini qasati qulubuhum, zilikuwa ngumu nyoyo zao na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa khabari za kaumu zilizotangulia, kaumu ambazo zilipelekewa mitume. Na hapa tumeona kwamba nyoyo zao zimekuwa ngumu. Tunachukua mfano kwa Nabii Allah Musa alaihi wa ala nabina salatu wassalam, namna watu wake walivyokuwa. Mwenyezi Mungu yatuambia wale walio tangulia zila adhabu walizopelekewa, ili wanyenyekee, na wao hawakunyenyekea. wayurikum ayatihi la'allakum ta'qilun ni mahala pengine ha, katika Suratul Baqara, wayurikum ayatihi Mwenyezi Mungu anakuonyesheni aya zake, ishara zake, dalili zake eh, la'allakum ta'qilun, ili nyinyi mzingatie mambo. Matokeo yake, thumma qasat kulubukum, kisha zikawa ngumu nyoyo zenu Mwenyezi Mungu kaonyesha aya sawa, ishara dalili, matokeo yake Mungu asema thumma qasat qulubukum, kisha zikawa ngumu nyoyo zenu, min ba'di dhalika, baada ya nini? Ya Mwenyezi Mungu kukuonyesheni aya zake, baada ya hayo, baada ya hapo, aya alizoaonyesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika, Mwenyezi Mungu akazifananisha nyoyo ambazo hazizingatii nyoyo zenye ususuwavu, fahiya kalhijara, ni kama mawe. Fahiya kalhijara, mawe. Mawe ni magumu, nyoyo hizi ambazo hazikuzingatia aya ambazo Mwenyezi Mungu amewaonyesha Eh, ili wapate kuzingatia. thumma kasat kulubukum min ba'di dhalika fahia kalhijara, Mwenyezi Mungu azielezea nyoyo hizo fahia kalhijara. Eh, nyoyo hizo ni kama nini? Ni kama mawe. Lakini hapana, hizi nyoyo ni ngumu zaidi. Kweli mawe ni magumu, lakini kuna wakati mawe eh, yana badilika yanaathirika, yanaathirika ule ugumu unaondoka, lakini moyo wa mwanadamu nyoyo za wanadamu a -a, ni ngumu kuliko mawe. Fahiya kalhijara au ashadu kaswa, kwanza zimefananishwa ni ngumu kama mawe. Mungu akasema au ashadu kaswa, au nyoyo ni ngumu zaidi kuliko mawe. wa inna min alhijara lama tafajaru minhu lanahar, na hakika miongoni mwa mawe yako mawe ambayo huchimbuka, eh, kutoka kwenye mawe mito, yani kuna mito sawa

Mito hutokana na nani? Na mawe. Kwa hiyo ule ugumu kule kwenye mawe eh, umeondoka na kusababisha kupatikana nini? Kuchimbuka mito. Wafahamu wa inna minha, na hakika miongoni mwa mawe. Jamaa nyinyi nyowezeni ngumu zaidi kama mawe, lakini a, bal ashadu kaswa wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu lma, na hakika miongoni mwa ha? Mawe hayo mawe magumu yako mawe yanayopasuka pasuka, yakipasuka yanayo pasuka, yaki pasuka. fayakhruju minhu lma, hutoka kutoka kwenye mawe nini? Maji. Ninywezeni ngumu sana Mfahamu wa inna minha na hakika miongoni mwa mawe la ma yahabitu min khashyati la yapo mawe ambayo yanayo poromoka yanashuka kutoka kwenye maeneo sawa ambayo Mwenyezi Mungu aliyaweka mawe hayo Basi kuna mawe yanatoka katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka yana, yana nini, yanashuka, yahbiti. Asema min khashyati llah, kutokana na kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Mfahamu wamallahu bighafilin amma tamalun, na hakuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ni mwenye kughafilika kutokana na mambo ambayo mnayoyafanya. Hapa kwa aya kama hii, sawa, kwa msukumo wa imani, kuna watu katika maisha haya utendaji wao unaotokana na msukumo wa nguvu ya imani walizokuwa nazo na hakuna jambo zuri kama mtu kila unachokifanya ni kwa sababu ya msukumo sawa, eh? wa imani. Amali unayoifanya ukawa unaifanya kwa msukumo wa nini? wa imani, kwamba una imani ndio maana unafanya hivyo. Una imani kwa sababu kuna kilichoelezwa nini matokeo ya kitendo hicho unachokifanya? Kwa hiyo unayazengea yale matokeo, unajipinda, unajitahidi. Kwa kule kujitahidi ni msukumo wa nini? Imani. So, sawa sawa. Kwa hiyo kwa aya hizi wayurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijara

moyo unalainika, unalainika kwa nini? Kwa imani ana